Po wakazi wa Nomotio huko Samburu wamefanya maandamano ya amani kulalamikia madai ya unyakuzi wa ardhi wanaosema kuwa jamii ilitenga kwa ujenzi wa zahanati. Wakazi hawa wamesema kuwa zahanati hiyo ilitarajiwa kuwasaidia kupata huduma za matibabu, swala ambalo limekuwa likiwaathiri sana wakazi wa eneo hilo. Yes. Wakazi na hasa vijana wa eneo la Nomotio huko kaunti ya Samburu wanasema walitoa mpango wa kuchanga pesa na kutenga shamba litakalotumika kwa ujenzi wa zahanati karibu miaka miwili iliyopita. Sasa mwaka huu wamekuwa katika harakati za kutekeleza mpango huo. Hata hivyo, walipokutanika ili kuweka uzio kwenye shamba hilo, watu wanaodaiwa kuwa wakiritimba wa ardhi waliotumwa na serikali ya kaunti walijitokeza wakidai shamba hilo ni mali yao. tumekasirika kwa sababu ya sehemu ambayo ilikuwa imetengwa ya dispensary na sehemu hii ambayo tunapigania ambayo ilikuwa mwingine anakuja kusema ni yake. Hiyo ilitengwa kitambo ikiwa ni ya dispensary, ya, dispensary ya, ya Nomotio kama community. Sasa wakati tuliketi chini na kuchanga pesa ya ku fence, kuna wazee walijitokeza wamesema wameuziwa ama shamba ni wao lakini tukakuja leo malalamishi yetu, kwa sababu hatutakubali hiyo shamba liende. Kali ya kaunti ya Samburu kuhakikisha wamepata haki hiyo ardhi. Instead ikae bila kujengwa, tunataka mwichukuliwe tena, kwa sababu ikikaa aido hivyo, kuna pia wengine wanaweza kuja wanyakue. Kuhusu umiliki wa ardhi hiyo, tumesikiza hawa na tumeagiri pia tusikize wenye wana claim shamba ni yao, ambayo ni watu wawili ambaye ni wafanyakazi bado wa county government. Alafu tukielewana nao tuta formally, eh, peana hiyo shamba kwa community waweze kutumia kwa county government wajengee dispensary. Madhangani Mwangi, Runinga ya Citizen.